Leo nipo na majibu ya maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakiniuliza au wanatamani kujua kuhusu sisi wapiga picha au hata mimi binafsi. Sasa tunaenda kuulizwa swali naenda, naenda kusoma swali moja moja na kuenda kujibu kila aina ya swali ambayo watu wamekuwa wakiniuliza sana toka miaka ya nyuma 2023, 2024 ndio naenda kuyajibu. Tukianza swali la kwanza linasema, ni nini kilikuvutia kwenye taaluma ya upigaji picha na ulianza lini? kianza kwenye nini ambacho kilinivutia, aisee mimi nilikuwa napenda namna ambavyo kuna makamera manini, yani nilikuwa tunapenda kuona vile vitu vya picha picha. Kwa hiyo hadi nilipopata nafasi ya kusema kwamba natakiwa nikae studio, nilienjoy sana sana sana sana na niliamua kukubali, yani kwa moyo mmoja, sio kwa alikuwa ni lengo lakini, pale ambako niliambia, bwana sasa tumekutafutia, kwa sababu nilikuwa natafuta kazi, kwa hiyo niambia, tumekutafutia kazi katika studio ya picha, kwa kweli nilienjoy sana. Na kuhusu nilianza lini kwenye kupiga picha, nakumbuka ilikuwa ni 2020 mwezi wa sita. Studio moja kuna studio moja ilikuwa hapo mitaa kati hapo karibu na, na, ofisi yangu hapo, kwa hiyo sasa ndipo hapo ambapo nilianza. Oh, uh, ndo mwaka ambao nilianza kupiga picha 2020, amenikwa mpaka sasa hivi na, na takriban kama miaka minne hivi au mitano toka nimeanza kupiga picha mpaka leo hii 2025. Aya, swali la pili nasema ni aina gani ni aina gani za kupiga picha unazopendelea zaidi kufanya na kwa nini? Alo, law mimi napenda sherehe. Yes yeah, yes yeah, yes. Yeah. Napenda sherehe. Yaani sherehe ni toyi. Yaani uniambi kitu kusherehe. Na sababu nao naonifanya nipende kupiga picha za sherehe, yawe ni msosi. Mimi napenda kula. Kwa hiyo nikishajua kwenye sherehe kutakuwa kuna kuku. Yaani naweza nikaje hata bila kulipa. Yaani chabubu mtu kwa kuna uhakika wa msosi. Napenda sana msosi. Hiyo ndo hicho ndo kitu ambacho ah, ni aina hizo, hiyo ndo sababu ya kupenda hizi aina ya upiga picha kwenye sherehe au matukio kwa lugha fupi. Aya. Swali so, la tatu tunasema unapata wapi msukumo au bunifu wako unapopiga picha mtandaoni? Mimi nilingia mtandaoni na zuhura sana. Kwanza nikutana na video huko, kwenye video ambayo nitaiona mimi, napata idea ya picha au muda mwingine napenda kuangalia wapiga picha ambao wamenitangulia. Kwa hiyo nitaangalia wapiga picha ambao wamenitangulia, wamepost wa nini. Sasa nikaangalia, nikaongezea kwa sababu kwanza dunia yenyewe ndani wadi kwenye vitabu vya dini anaandika kabisa hakuna kipya, kuna kipya, kila kitu kimeshafanyika. Kwao mimi naweza nikaangalia kitu chako, au nikaangalia kitu cha mpiga picha mwingine nikakiboresha, nikakifanyia ubunifu, ndio to nikatoa kitu changu. Napenda picha za kitofauti. Kwao nikiona utofauti wote huo kwenye video, kwenye nini, mimi nauchukua kwenye picha na kuja kufanyia maunya hapo. Ah, swali la nne linasema ni changamoto gani kubwa unaweza kutana nazo katika katika kazi yako ya kupiga picha na unazikabilije? Changamoto ambayo nakutana nayo ni wateja kuchelewa kuja kupiga picha na kuzitaka haraka haraka. Mteja anakuja saa tatu usiku anasema yeye ana birthday saa sita, na ana force kabisa kwamba saa sita hiyo azipate picha. Na ukija ukiangalia kwenye uwiano wa kwenye credit picha moja inachukua kuanzia dakika kumi na tano mpaka lisali moja. Amepiga picha kumi eh? Ndio mwanzo wa kupewa picha ambazo alikuwa azipende, afaanza kusema oh sijui wapiga picha wanatoa picha mbaya. Hiyo ndio changamoto nakutana nao, ambapo wao wanakubaliana nayo waga, nikiona kabisa nikishashtuka huyo mteja ni, ni anahitaji picha za haraka na mimi siwezi. Huwa tunamkatalia ambapo, bwana tutaweza kupiga picha kwa sababu huu muda hauta support wewe kupata hiyo kazi yako. Au naweza nikafanya makubaliano naye kwamba, bwana tutafanya hivi, labda nitakupa kesho muda nita fulani. Kwa kama akikubali hivyo tunamaliza. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo nakutana naye. Labda na kuongezea, ya pili ni wateja kupiga picha kusema watakuja kulipia halafu kupotea. Eh aise, wateja wanatabia tabia kuyayuka, inasikitisha kwa kweli haya. <laughs> Swali la tano unasema unashughulikia vipi mawasiliano na wateja wako ili kuhakikisha wanalizika. Nikigundua tu kwamba mteja wangu hajalizika na kazi yangu, labda kazi ambayo nimekupatia sasa. Kwa miaka ya nyuma, siku hizi kidogo hizo pesa zimekuwa chache, lakini kipindi kile nilikuwa nikigundua kama mteja hajalizika, nitafanya juu chini, kwa namna yote nihakikishe wewe mteja unarizika, aidha kwa kuambia labda uje upige tena, au kwa kurekebisha ma makosa ambayo yameonekana, au kwa kukupa ofa wakati ujao. Lakini lazima nihakikishe umerizika kwa njia yoyote hii. Hiyo ndo njia mbao natumia kufanya wateja wangu warizike. Haya, okay, swala lingine ni swala la sita linasema: je, unaratiba ma maalumu au utaratibu wa kupanga wa kupanga picha kwa ajili ya shughuli kubwa kama harusi au matukio. Jamaa nishaambia anapenda kula. Wewe unafikiri ukishana niambia nje ni kupiga picha kwenye harusi yako. Mimi usingize na utoa wapi? Lazima nipange nitapiga picha wapi, nitafanya nini? Shoti gani nazichukua? Kwa hiyo lazima ni arrange, nitapanga vifaa ambavyo nitakuja navyo usiku kabla ta ya siku sika ya sherehe kwa ndachaji vifaa. Kani kuhakikisha kwamba kesho hizo kutu zako lazima nizikule. Yaani ndio la muhimu. Aya so, swali la saba linasema unajifunza au unajifunza au kujaribu teknolojia mpya kama vifaa au programu za kuhariri sana mara kwa mara na ndio kitu kikubwa ambacho huwa anakifanya sana. Nikiingia mtandaoni, nikiingia mtandaoni huwa King anajifunza na kuangalia mara kwa mara, yaani mara kwa mara huwa anafanya hivyo okay. Swali la nane linasema una- unafanyeje kuhakikisha wateja wako wanajihisi huru wakati wa, wa picha. Tunashare idea, naweza nikawa na wazo, sisemi tuweka pozi hivi, nitakwambia ukiweka pozi hivi itapendeza itakuwa hivi au kama ni labda ni picha ya idea, ndio nasema bwana, hii picha tukipiga hivi itakuwa hivi, na labda ukiposti itakupa impact gani na watu wengine hivyo. Yani kwa tuta share idea, lakini pia mapozi nitakufundisha kwa kama utakuwa huko huru pia nitachangamka, yani hivyo, utakuwa huko huru kama tupo nyumbani, hakutajihisi kama uko sehemu ya tofauti, hatuko serious sana kazi yenyewe, napenda kufurahi. Aya, swali la tisa linasema je, unafikiri kazi yako kama mpiga picha imeathiri maisha yako ya kibinafsi au ya kijamii ikiwa, ikiwa ndio. Haya, sawa, ndio kazi yangu imeathiri kwa, kwa kiasi kikubwa. Sina sina nani experience mbaya, labda kusema labda kuna watu hawapendi ninachofanya hapa. Familia wote wanapenda na wananisupport kwa namna moja au nyingine kwenye kazi ambayo nafanya, lakini pia hii kazi ni nzuri sana, imenikutanisha imenikutanisha na watu wengi ambao labda kama nisingekuwa mpiga picha nisingekutana nao imenipa fursa nyingi, imenifanya nimesafiri mikoa mbalimbali, Songea sijui Mbeya wapi, kwa sababu ya kazi hii ya kupiga picha. Kwa hiyo ni kazi ambayo kwangu mimi ni nzuri, na imenigusa sana, na imebadilisha maisha yangu kwa kiwango kikubwa. Tunaenda swali la mwisho kabisa, ambao nimeulizwa leo, nasema, ni shauri gani ungependa kuwapa watu wanaotaka kuingia kwenye taaluma ya upigaji picha? Uf, hey. Haya, kwa mtu ambaye labda anatamani kuwa mpiga picha kwanza ningemshauri aanzie ambako yupo, kwa sababu akiangalia expenses au gharama za kununua vitu alafu akisema kwamba anunue ndo aanze, hata kuja kuanza. Kwa sababu ukiangalia tu kamera ya bei ndogo kabisa unakuta milioni moja na milioni mbili ukija kuangalia sijui tatu unakuta tasdaiti moja laki mbili na ko hata piga hatua ko kama anaweza aanze alipo ina- inawezekana akawa anatumia simu kama simu yake na kamera nzuri, akapiga picha zinaonekana zinakuwa nzuri. Inawezekana akawa anataka labda kupata kamera nzuri, akatafuta ofisi ambayo ipo karibu na yeye, akaenda akaomba kazi, akajituma, akafanya nini, kwa sababu mafanikio huja polepole. Huo ndio ushauri kwa mtu ambaye anataka kuja kupiga picha. Na kingine cha mwisho, labda ambacho tegea ni mshauri kwamba ili awe mpiga picha sio lazima awe na vifaa gharama au vitu ambavyo vini expensive sana kwa ajili ya kutoa kitu kizuri. Anachotakiwa kuwa nacho ni ujuzi nmafikirio tu ambayo ataweza kumfanya aweze kupata kazi nzuri. Na hilo ndo lilikuwa swali la mwisho kwa leo. Kama naona swali lako, unaweza ukaandika chini hapo kwenye komenti, na nitakujibu katika video ambazo you